Hello, mambo vipi? Jina langu Silvanus. Naitwa Danny Hospital Silvanus. Uh, ninataka kuelezea kitu kwa uchache kuhusiana na mfumo wa e-Ardhi serikali na Wizara ya Ardhi. Of course sio wizara nyingi, sasa hivi tuna anaadapti kutoka mfumo wa zamani wa analogi kwenda mfumo wa digital Wizara no, ya Ardhi So sasa hivi inatumia ina mfumo mfumo wa e-Ardhi, e-Ardhi huduma chap. Huu mfumo ni kwa wadau wote wa sekta ya ardhi wapimaji surveyors, uh, town planners, land officers, na wote wanaohusika na sekta ya ardhi, lakini pia ni mfumo rahisi kwa mwananchi akiwa anahitaji huduma ya, ya ardhi, ni rahisi kuomba kufanya maombi ya Swala so, lolote linalohusiana na, na ardhi inamaanisha upimaji, umiliki wa ardhi na mambo mengine kadha wa kadha. Sasa leo nitaelekeza kwa ufupi, namna ya, ku, ya kuandaa data, namna ya kufanya maombi na namna ya kupandisha data baada ya upimaji kwenye mfumo mpya wa e-Ardhi. Kitu cha kwanza ukiwa ni mdau ni mtu, kwa, mara ya kwanza unaingia kwenye mfumo, lazima uwe na akaunti ko ni lazima ujisajili na kujisajili ni rahisi, utatumia namba yako ya kitambulisho cha utaifa, National Identification Number. Na um, ukifungua ukienda kwenye kwenye kwenye browser yoyote ambayo unatumia either ni Google, Google Chrome, kama unatumia Edge unatumia Mozilla, Firefox, unatumia Vivaldi na uh, ukurasa wowote wa internet, I mean browser utaingia na kuandika kuandika e ardhi e ardhi portal registration na link ambayo inakuja na uh, landgeo.tz. Hapo ndo utaingia. Ukiingia uh, utakutana na na ukurasa unaofanana namna hii, na kuna dashboard ziko hapa, kuna mwanzo, kuna mawasiliano, ingia, jisajili na kuchange lugha lakini kwa kuwa mimi ni mara ya kwanza naingia kwenye mfumo, obviously nitajisajili, ta click sehemu ya kujisajili, na itanihitaji niweke namba yangu ya kitambulisho cha utaifa na namba yangu ya simu ili niweze kujisajili. Hivyo basi, inatakiwa kujaza namba ya utambulisho, then nitaweka namba namba ya simu ambayo natumia. Nikishamaliza, then nitaendelea. Nikiendelea kwenye namba ya simu ambayo nimeiweka wakati na ninasajili, naweka namba ya namba ya kitambulisho cha utaifa pamoja na namba ya simu, nitatumiwa one time password, OTP, ambayo inakuja ikiwa na namba ambazo natakiwa kuzijaza kwenye mabox haya. Kwao ninatakiwa nijaze hizo namba. Baada ya kujaza, ina maana kila kitu kiko tayari, then nitaendelea. Nikiendelea itanipatia option ya ku je ninataka kuingia kwa barua pepe au nataka kuingia kwa namba ya simu au nataka kuingia kwa kitambulisho cha utaifa baada ya hapo tayari nitakuwa nimesha, nimesha validate account yangu kwa sababu nimeshaingiza OTP inamaana tayari mfumo unatambua aliingiza namba ya kitambulisho cha nida ndio wewe mwenye namba husika na nimesha activate account yangu kitu kinachofuata ninatakiwa kuingia sasa mimi hapa ni mwananchi, ninahitaji nina, nina, nina kuomba huduma ya kupimiwa ardhi au ninahitaji kuomba huduma yoyote inayohusiana na, na ardhi, aidha ni, ni, ni umiliki au ni huduma yoyote inayohusiana na, ina, ina na ardhi, ninatakiwa niingie kwenye mfumo moja kwa moja na, na kuanzisha ombi la kitu ambacho ninataka kulifanya, na ilo ombi nalianzisha kwenda kwa nani? Utalianzisha hilo ombi kwenda kwa mtoa huduma husika wa sekta ya ardhi. Kuna makampuni unajua, kuna makampuni mbalimbali mbali, kuna private sectors, kuna government sectors kama halmashauri koo. Nitaomba, nitafanya ombi langu kwenda kwenye kwenye, kwenye kwenye kwenye kwenye sekta husika ambayo nataka ku, nataka inifanyie kazi. Either ni serikali au ni, ni kampuni binafsi. Sasa nitaenda kuifanya hii hivi. Nitaingia, nimefungua account tayari na nitakuwa na option ya kuingia kwamba nitaingia kwa kutumia either namba ya simu, ah namba ya NIDA na kwa email au barua pepe. Kwa uh, mimi nitaingia kwa um, namba ya NIDA kwa account ambayo tayari nimeshaitengeneza. Itaniambia niingize kitambulisho cha utaifa, then nitaingiza kitambulisho cha utaifa na nitaingiza taingiza namba ya siri. Kwa hiyo nimesha, baada ya kuingiza nita, nitaingia. Baada ya kuweka namba mii, nitaingia <coughs> nikiingia kwenye mfumo nitakutana na mwonekano huu Interface, ambayo itakuja itakuwa ni namna hii. Hapa kuna sehemu ya dashboard, kuna sehemu ya maombi, kuna sehemu ya malalamiko, kuna sehemu ya viwanja vyangu na sehemu ya mtu wa huduma. Mimi sio mtu wa huduma, ni mwananchi. Nikishaingia jina langu litadisplay pale kulingana na majina aliyoko kwenye kitambulisho changu cha cha utaifa uh, na sehemu ya ku, uh, kuna wale ambao wanapenda kutumia Kiingereza na wanatumia Kiswahili ta change lugha kama ni English, kama ni ni Kiswahili ni mimi ile na ambayo naielewa zaidi. ah, okay. Sasa niki nikitaka niki, niki, niki, niki, niki sasa kwenda kufanya ombi la upimaji nitaenda kwenye sehemu ya my application. Nikiingia hapa nitakutana na na na maombi yote ambayo nimesha kuyafanya hapo nyuma. Mimi akaunti yangu sio hii akaunti, siyo mpya ni akaunti ya mwananchi, natumia, natumia, kuf, natumia kama demonstration kwa ajili ya kutengeneza tengeneze hii content ili mtu aweze kuelewa, so kuna maombi kadhaa ambayo tanaishafanya nyuma, lakini kwa mtu ambaye hajafanya ombi lolote obvious, hapa kutakuwa ni blank, hakuna kitu chochote. Kwa kitu unachotakiwa kufanya ni kwenda kuanzisha ombi la kitu husika ambacho nataka kwenda kufanya. Sasa nina, nina nimeanza mbali kuanzia kwenye kuanzisha ombi kwa sababu mtoa huduma kama mtoa huduma, hasa mtaalamu wa sekta ya ardhi kama mpimaji, hauwezi hauwezi uka hauwezi ukafanya kazi bila ku, bila kuwa na ombi ambalo limeanzishwa, mfano ombi la upimaji au ombi la mipango miji ama ni ombi la, la umiliki koo. Ni nitakuja kuanzisha ombi sasa. Hii ni kwa upande wa mwananchi, mtu husika ambaye anahitaji kupimiwa ni, ni, ni, ni ni ni, ni kijiji au ni mtu binafsi, ni ni, ni shamba uh, chochote kile uh, sasa ni kwenda kuanzisha ombi, nitakuja kwetu kwenda ku create application no, kuanzisha ombi ta create application na <coughs> kwenye maombi kuna kuna kuna maombi tofauti tofauti, hii transaction miamara tofauti tofauti. Haya maombi kuna ombi la data manipulation, exchange, legacy town planning, transaction, office search, occupants registration, maombi ya huduma za mipango miji, survey, mapping, transactions, kuna valuation na transfer. Ipo nyingi, zipo nyingi, inategemeana na na, na huduma unayohitaji. Sasa nitaenda direct kwa kwa kwa kuanzisha ombi la kupima kupimiwa ardhi au kupimia plot, nitakuja kwenye sehemu ya survey and mapping transaction, nita click, nitaingia. Nikiingia kwenye survey and mapping transaction, kutakuwa na option option tofauti tofauti, kuna option ya combination of plots kama nataka kuunganisha, kuna survey uh, survey by government survey, uh, survey by private survey, subdivision by government na nyingine hizo by private na hivyo <coughs> Sasa nitaenda moja kwa moja kwa wale wa wadau wa sekta binafsi private surveyors, na maanisha na hii ikiwa ni ni, ni, ni ni eneo ambalo sio subdivision sio kuunganisha wala sio resurvey, ni, ni ni survey ya mara ya kwanza, yaani ni eneo ambalo ni eneo jipya linapimwa. Kocha kufanya nitaenda kwenye survey first parcel registration bypass by private surveyor Nikiingia hapo then nitaenda continue, nitachagua mkoa nina ninatumia mfano kutengeneza hii demonstration, nitatumia data za Mbeya. Kwa hiyo nitaashum niko Mbeya, nimeomba upimaji Mbeya na ninataka kupimiwa Mbeya na private surveyor. Kwa nitaandika mkoa niliyokuwepo kama huko Arusha, utaandika Arusha. Kama uko Dar es Salaam, utaandika Dar es Salaam, kama ni Tabora, utaandika Tabora, mkoa wote ambao utakuwepo. District, nitaangalia wilaya ambao ninaomba upimaji na halmashauri naomba upimaji, nita click next. Kitu kinachofaa, kinachofuata ni sehemu ya party, ni sehemu ya kuweka wahusika nitakuja hapa nita kuweka wahusika, lakini ukiangalia hapa juu kuna kuna steps uh, kama sita inabidi nikamilishe, ili kumaliza, nizikamilishe zote ili kumaliza ombi langu, lakini siwezi nikaruka stage nikaenda stage nyingine kama sijakamilisha stage nyingine. That's why unaona nikileta niambia add at least one party on the, on the party, ni kwa sababu sija weka wa wahusikako nitakuja kuweka wahusika then nitahitajika kuweka namba yangu namba yangu ya kitambulisho cha utaifa namba ya NIDA then nitakuja nitaiweka, let me copy this number. Okay, nitaweka namba ya NIDA then nita fetch id information. baada ya ku fetch id uh, okay uh, ah nita search Mm, baada ya kusearch, uh, nita nitasubiri kwa muda kidogo nisubiri hizi information ziweze ku load ambazo ni jina langu la kwanza, jina langu la kati na jina langu la la babu yangu, jina langu la mwisho, tayari zitakuwa zime zime zime, zime, zime zime zime load hapo information, then nitaingiza namba ya simu na nitakopi hapa this number then, then tandika, uh, PO box ya kwangu, then na nini nitaandika maybe wilaya and to me email kama ni necessary sana unataka kuweka, okay, unaweza uka, uka add uh, lakini nitaweka mkoa uh, nitaweka wilaya nitaweka na halmashauri then nitaweka na kata. Baada ya hapo, nita save. Ina maana tayari nimesha hadi nimeshaongeza mhusika na general information inaonekana kama ifuatavyo. Step inayofuata ni kwenye survey request. Survey request nitaenda ku register, nina register ombi aina ya land either ni farm, ni plot, ni reserved au ni village. Sasa hii ni kwa kwa plot lakini kwa zote ina maana utafanya the procedure the same. Uh, tenda kwenye plot, tenda kwenye private, kwa sababu nimesema nafanya kwa uh, demonstration kwa wadau wa sekta binafsi, lakini kwa by government survey. Ina maana ukiwa unahitaji huduma kwa government survey utafanya the same survey. Company itachagua jina la kampuni, either ni kampuni ambazo ziko registered na zinatambulika nwizara ya ardhi nyumba, maendeleo ya makazi, lakini zipo s na kwenye mfumo pia ntakuta kampuni nyingi. Nikienda huku nitakuta kuna kampuni kampuni nyingi ambazo ni private sectors then nitakuja uh, nitakuja kwenye kata kwenye, nitaweka wilaya na mkoa na wilaya tayari pale naona ziko automatic zimeweka. Nitaweka pia na location locality ambayo ni hiyo then ntas baada ya kusave ina maana general information kama hivyo information zote ambazo nimezijaza ziko hapo zina display. Taenda kwenye site location, takuja ku add site location then taandika purpose. Purpose ni kwa ajili ya nini? ni ni parcel survey, si ndio? au plot surveying, vyovyote utakavyoandika, maombi ya upimaji ardhi ah maombi uh, sa mkoa nitaandika mkoa ni Mbeya, then ntaandika the same information ambazo nimezijaza kule ntaziandika hapa, then nitasave. Ina maana hii hapa itakuwa ni tayari nimemaliza stage, nitaenda stage nyingine ambayo ni stage ya documents. Kwenye stage ya documents kutakuwa na option ya kujenerate land service application form, form ya maombi. Na nitajenerate kwa kubofia hiki kitufe hapa. Kubofia kitufe haya. Ita ita itajenerate ita form, ambayo form itakuwa na information zangu ambazo nimeshazijaza tayari mimi kama mwananchi au mimi kama mtu nahitaji huduma nita nitakuwa nita, nita, nita, nita na na fomu yenye information zangu na mkoa na kila kitu na sehemu ya, ku, ya, ku, ya, ku, ya, ku, ya kuandika adjacent neighbors majirani, na kuna majirani magharibi, ya upande wa mashariki magharibi kaskazini na kusini, lakini pia kuna sehemu ambapo wanajaza viongozi wa kijiji na viongozi wa kata lakini pia kuna uh, kama kuna document nyingine ambazo ni za muhimu ambazo zinaweza zikakusaidia wewe kwenye kufacilitate uh, maombi yako ya upimaji uh, eidha ni documents za wewe umiliki wa umiliki wa wa kiwanja umiliki wa ile eneo husika. Uh, kuna mihutasari mutasari, then nitaadi hapa. Document type utachagua aina ya document. Ni document fulani document gani, sasa document gani, document gani itakuja ku, ku baada ya ku add, then utaenda next, na maana utakuwa umemaliza umemalizana na hizo. Sasa kitu kingine kwamba hii form, application form lazima udownload ili uweze kujaza na kuskani kuja kui, kuiweka tena. Wakati mwingine wakati uh, mtaalamu anapokuwa akipandisha akipandisha data kwenye mfumo ataweka na fomu ambayo tayari iko iko signed na imekuwa feeded information. Sasa kwa mfano hapa nikuonyeshe how to add, nitole mfano tu, labda nataka ku add document ni labda ni muhtasari uh, kwa mfano wa kijiji au muhtasari wa anything hii sasa, demonstration ambayo ninatumia nina, nina ni upimaji wa jumla wa kijiji, kwa ina maana kuna muhtasari wa makubaliano ya upimaji uh, Koo, nitaenda kuweka labda uh, aina ya nini labda, naweza nitaandika mtazari vyote chochote document soft copy. Nitaweka popote ambapo nimewalocate nitakuja, nita nita save ikijeni ku save ita load subiri. Okay, successful. Takuja kuangalia na maana tayari msha. Kwa mwisho siku, uh, hatua ya mwisho kabisa ni hatua ya submission. Hatua ya submission ni nitakuja ku agree, then nita submit. Sita submit uh, haya, haya maombi kwa sababu uh, mimi nafanya demonstration lakini sihitaji kupimiwa. Lakini mwisho wa siku ukisha submit hapa tayari utakuwa umeanzisha ombi, na maombi tayari ambayo nimeshayafanya nyuma kwa baadhi ya maeneo ya upimaji koo ntayatumie hayo pia fanye demonstration. Lakini ishu ya maombi kwa upande wa mwananchi inakuwa imeishi hapa, na ukija kwenye kwenye um... maombi yangu nitakuja kukuta ilo ombi tayari limekaa juu kwamba ni survey parcel registration by private surveyor. Namba ya muamala haijatoa namba ya muamala, transaction number, kwa sababu sija submit, lakini ambayo tayari nimesubmit tutakuwa na namba hizi, itakuwa ina display. Ina maana huu muamala ukishaenda ukikubali, utaenda moja kwa moja kwa mtu wa huduma ambaye umemchagua, na mimi ni kampuni binafsi ambayo umechagua private surveyor ama service, service provider na yeye aki mtoa huduma akienda kule kwenye akiingia kwenye mfumo kwa akaunti yake atakuta lile ombi lilioanzishwa na mwananchi. Kwa hiyo yeye inabidi sasa aanze kulifanyia kazi. Kwa hii part nadhani uh, tuishie hapo. Part inayofuata uh, nitaelekeza namna ya nikiwa kama mtoa huduma sasa, namna ya, ku, ya kulishughulikia lile ombi na step zote mpaka kufanikisha hatua ya kupandisha data baada ya upimaji. Thank you very much. You're welcome again for the next tutorial.